Anaitwa Fred Mshangama ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam. Kwa jumla mashindano yamekuwa mazuri tangu tuanze mwezi wa tatu mpaka leo tumemaliza vizuri, na mashindano ya mwaka huu yamekuwa na hamasa kubwa, kuna ushindani mkubwa, kuna ongezeko la timu, lakini pia ukiangalia vipaji vimeongezeka. Kwa hiyo kwa asilimia tisini mashindano ya mwaka huu yamefanikiwa kwa kweli etu la kwanza kuongeza timu kama nilivyosema hapo kwa awali kwamba tulitamani tunata sana timu ziongezeke kwa sababu hata ukifuatilia sasa hivi uh, wawekezaji wengi wanatamani kuona timu nyingi. Kwa hiyo tumeona baada ya kuweka hiyo hamasa ya kuongezeka timu imeongezeka timu na imekuwa na hamasa kubwa lakini pia kwa upande mwingine mwakani tunatarajia matarajio makubwa kwa sababu kuna ongezeko la timu nyingi. Kuna timu mwaka huu zitamani kuingia kazi zimechelewa kwa sababu kanuni zilikuwa zinasema lazima ujisajili uh, katika shirikisho la mpira wa wavu wa Tanzania. Sio mchoyo wa fadhila, nyinyi wenyewe waandishi wa habari wa mmefanya kazi kubwa kwa sababu uh, mafanikio ya mwaka huu ni pamoja na juhudi zenu pia na kazi ambayo mmekuwa mkiifanya <coughs> kwa majina anaitwa Judith Evans Matindiko ni mchezaji wa timu ya Kampala. Aa, kwa kusema ukweli haya mashindano ni mazuri, alikuwa na upinzani. Lakini tunashukuru pia tumeibuka washindi. Upinzani ulikuwa mkubwa kwa sababu kila timu inajipanga na ina train. Tunashukuru kombe limebaki Kampala na tumeshinda. Lakini pia mashindano haya yasiishie hapa. Mashindano yaendelee kila mwaka kwa sababu yanatupa faida kubwa. Kuna watu wanapata scholarship Kampala, kuna wengine wanapata ajira na vitu vingine nasafiri kwenda nini nchi za nje kwa ajili ya volleyball. Kwa hiyo mashindano yaendelee, yazidi kukua kama Kampala. Ushindi unaashiria kitu kikubwa kwa sababu kombe limebaki Kampala na pesa tumeipata. Tunashukuru sana, kwa sababu kombe lingeenda mbali, tungesoroleka sana. Kwa majina naitwa Saidi Alhaji Isa, ni mchezaji pia ni kocha katika timu ya Kampala, ila niko upande wa coaching. Nafanya kwa upande wa wanawake, lakini kwa wanaume ni na act kama mchezaji Aa, na pia upande wa mafanikio kwa upande wa Kampala, Aa, ni commitment tu, kwa sababu kila timu ambayo inafanya mazoezi inatamani kufanya vizuri, na ili ufanye vizuri, maana yake ufanye yale matakwa kama mwana sports. Kwa maana sisi tulokuwepo, tulo, tulo kwenye timu tuliambiana kujiheshimu mwenyewe kama mchezaji ama mwanamichezo na ndo imeleta hii result ambayo leo tumeipata kwa upande wa ajenda zote, kwa upande wa wanaume na wanawake kitu ambacho tukawa tumekiweka tume mbele zaidi ni kufanya training hard, na naamini kwa makocha ambao tumeshirikiana nao, ambao niko mimi na kuna mchezaji mmoja ambaye ni experienced player ametoka Kenya. Ni, ni mchezaji ambaye mwenye umri zaidi, ya, zaidi yangu mimi, amecheza Qatar ko amekuja, tumesaidiana vizuri kwa upande wa coaching, na ndio maana mpaka muda huu unaona tumeweza kufanya vizuri kwa upande wa, uh, wa jenda zote hakuna mechi ambayo unasema hii tena nitashinda kwa urahisi. Ukiangalia tokea tumeanza ligi mpaka sasa, hawa tuliocheza nao fainali tu wametufunga phase 1 tatu moja, wametufunga phase 2 tatu moja. Kwa hiyo unaweza ukaona mashindano haya ni magumu zaidi, kwa sababu waliokufunga phase 1 na phase 2 ndio mkutana naye fainali. Koo, wao walitegemea watakuja kutu, kutufunga kwenye kwenye final. Lakini imekuwa kinyume yake kwa sababu mm, kuna vitu baadhi uh, ambavyo tulivifanyia uh, correction na kwa maana mpaka sasa hivi tumeweza kuvifanyia kuvifanyia kazi kwa sababu tulifungwa tatu moja, phase one. Tukafungwa tatu moja tena phase 2 kwa tukaona tukae chini na tuitafakari, High Voltage wanachezaje, wana strength gani, wana wana wana vitu gani, wana, wanavyofanya mpaka wametufunga. Dareva, nadhani uh, upande wa zawadi naona, japo si haba kwa, kwa mara hii naona mshindi wa kwanza akaweza kupata milioni moja. Tunatamani kuona makampuni yanaingia ndani ya Dareva ama kupata, uh, sponsorship kubwa, mfano, kupata sponsorship kubwa kama ilivyo mfano, tunaweza tukaona basketball wameweza kupata sponsorship kubwa ya Betpower. Kuhu, na sisi tunatamani pia, ligi bado tunaiamsha sisi wachezaji wachache. Uh, mashindano tumejiandaa vizuri kwa sababu wachezaji foreigners wote ambao tulikuwa nao Waganda na Wakenya wote bado tuko nao na bado watabaki kwenye, kwenye training. Kwa hiyo tunaamini timu yetu hii ndio ita, itaenda kwenye TVNF ah, we Kwa jina naitwa kochi Wile, natoka timu ya mamlaka ya usimamizi wa bandari. Kiukweli mchezo ulikuwa mzuri, ulikuwa mzuri na kila mtu alikuwa anahitaji matokeo, matokeo kwa ajili ya kushinda Mistake ambazo tumeweza kuzifanya sisi ndogo ndogo ndo ambazo zimeweza kuwafanya wenzetu waweze kuwini game ya yeah. Ni kweli sehemu kubwa tuliyokwama, kwa sababu kama uliona dakika ya kwanza ya mchezo wa kwanza kabisa, wakati tunaanza key player wangu alipata injury, na yule ndo kiplayer ambao tunamtegemea kwenye timu sasa, anadhani ana unajua kwa timu zetu key player anapokuwa akapata injury, wachezaji wengine wote moyo unashuka chini, wanashindwa kucheza, kwa sababu wanaona yule mwenzao ambaye ndo team captain wao ndo key player wetu wa timu ashatoka. Kwa hiyo ilitupa wakati mgumu sana kuendelea kuwapambana na kuwapa moyo kuendelea kupambana na kuwapa moyo wachezaji wetu kwamba wajitahidi kupambana kadri wanavyoweza na wanaweza kuwini game. Ndio maana uliona seti ya pili tulikuja kuchukua, lakini nadhani hilo ndio lilikuwa sababu kubwa sana ambayo imeweza kutotoa. Tunazungumzia ushindani kuanzia safari ya mwanzo mpaka sasa hivi, ah, ushindani ni mkubwa. Ushindani ni mkubwa kwa sababu kadri mashindano yanavyoendelea na kila mtu anazidi kujipanga katika, katika mashindano na pengine na TVNL labda, pengine mnajiandaa na ligi ya taifa. Ligi ya taifa nakwenda kujipanga nakwenda kujipanga, naamini nitashinda yani na, nita na uhakika ligi ya taifa nakwenda kushinda kwa sababu nimeona mapungufu ambayo yametokea hapa. Nimeweza kuikosa kikombe, basi hatutagawana huku, wamepata wengine na mimi nitaenda kupata kile. Wakati tunaingia uh, madarakani, ilikuwa mwaka 2022 tuliwaomba BMT watupatie muda angalau miaka mitatu kwanza, tuingize timu nyingi kwenye mchezo halafu baada ya hapo tuweze kuzifanya uh, kuwa upisho. Kwa hiyo tunaomba kila ambaye anahisi amepata nafasi au atapata nafasi ya, ya kushiriki timu yenyewe, ni wakati sasa wa kurasimisha zile timu. Tunaomba ziwe rasmi, kwa sababu inatuongezea mileji eh, kama viongozi uh, wa volleyball, lakini kuhakikisha kwamba ile seriousness ya wadhamini tunaowapata inakuwa ni kiwango cha juu. Kwa sasa hivi moja ya m wanahitaji so ni angalau hizo timu ziwe zimeendelea kusajili. Kwa sasa ni vizuri kuwa na kitu ambacho ni uniform kwa sababu kinaongeza thamani ya mchezo husika. Sambamba na hilo, kwa sababu games za kwenda live na aa, niwabereshe jukumu la branding. Jukumu la branding haliwezi kufanywa na vyama pamoja na viongozi peke yake. Kila timu ni lazima ifikirie ni kwa namna gani nzuri inaweza ikawa iko tofauti kimuonekano, angalau inapokwenda kucheza mechi ambazo zina coverage kubwa, ziko live. Na kuna kitu nataka utume, sina tatizo na tabia, lakini naomba tuongeze kwenye eneo sasa la branding. Ukiangalia toka DAREVA uh, kama alivyoongea mwenyekiti mwaka jana, mwaka juzi, e, imetokea improvement kubwa sana ya namna ambavyo sasa mnaakia. Tunaomba hili mlibede kwa sababu ni la kwenu. Tunaomba mlibede kwa kiambo kikubwa, ile branding tunayotaka kuituma kama message, tuendelee kuvutia mashabiki wengi wote. Naweza ni wa, ni wa, kuwa mashahidi kwa tulichofanya mwaka jana kwamba tunaendelea kupata visibility sasa, tuendelee kuwapatia watu kitu ambacho wataendelea kukiomba na kutamani kiwe cha muda mrefu kwao. Mnafanya kazi kubwa, tunashukuru, lakini tunaomba tufanye kwa zaidi. Challenge itatusaidia sana sisi kama viongozi, kazi yetu kuwa rahisi. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nitoe pongezi kwa washindi wa mwaka wa, wa huu ambao ni timu ya Kampala University upande wa wanawake lakini upande wa wanaume pia eh, ni Kampala University. Naomba tuwapigie makofi. Ah, yes. Uh, wenye kiti sikumbuki lakini last time kitu kama hiki walifanya magereza. Sijui. Kwenye ligi ya taifa. Dareva uh, renki iliyo set sasa hivi iko close to TV leo. Kwa hiyo tunavyoona timu zenye kiwango hiki zinakuja tv leo au zinacheza hapa, maanake tunaanza kuona kwaliti ambayo tunategemea kwa mwaka huu. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana mwenyekiti na niwatakie ufungaji uh, mwema wa michuano hii. Asanteni sana.